Kisha shekhe akataja yale ambayo yanapatikana ndani ya hii aya, akaanza kutaja. Baada ya hapo, tuliishia kwenye kipengele cha nne, kwa maana kwamba tulisoma cha tatu. Cha nne ndo tutaanzia rabian, katika mambo yenye kupatikana katika hii aya, jambo la nne, waswakum alla taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa mabatan, amekuhusieni msijemkakurubia alfawahish mambo machafu, maadhahara minha wa mabatan, yale yaliyodhihiri katika hayo machafu wa mabatan, na yale yaliyojificha yote. Allah kausia asije akakaribiwa a lmaasi aldhahirata walkhafiya almaasi yaliyokuwa yapo wazi na yaliyokuwa yamejificha. Allah kataka yasiendewe, maana kuna nyingine yapo wazi na kuna nyingine yamejificha

mji wa Kiislamu kwa mkataba wa amani, ndio almuahad. Kuna wale makafiri ambao wana katika miji ya Kiislamu lakini wanalipadia, wale ndio ambao ni wale wanaitwa muahadun wale na mtume akasema: man qatala muahadan lam yarih raihata aljanna, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, atekemuua wa mtu ambaye yeye kakaa ni kafiri, lakini aka kwenye mji wa Kiislamu kwa mkataba atoajizi analipia, huyu yeye hata nini hataipata harufu yuwa ya pepo. illa bil haqi, shehe akaendelea kusema uku, isipokuwa auawe kwa haki. Mfano kaua sababu, anafsu binnafsi, aliyeua naye auwawe kama alivyosema kwamba wakatabena alayhim fiha anna nafsa binafsi, walaina bilaini, wal anfa bilanfi, wal udhuna biludhuni, katika hukumu walizoandikiwa na kuhukumiwa Mayahudi pamoja na sisi. Kwa maana mtu akimkata mwenzake sikio, naye akatusikio; pua, naye akatopua vile vile.

kazini na kashaoa au kuolewa au waliwahi kuoa au kuolewa apigwe mawe mpaka afi, bada ihsani, baada ya kuhifadhiwa, kwa maana baada ya ndoa au ridatin bada islamin au kuritadi baada ya, ya kuslimu. Na hapa itakuja pale kwamba mfano mtu kapatiwa ushahidi uliokuwa wajuu kwamba huyu kazini sio mtu akaetoa wa mtu kumutu, kisha apigwe mawe. Hala kupatikana ushahidi na hukumu ya hilo ndani ya swatu Nuru mwanzo mwanzo asipoleta mtu ushahidi apijwe apigwe bakora 80 yeah, kwa sababu ya kumtuhumu mtu. fajaiduhu 80 jalda pigwe mijaidi 80 kwa sababu ya kumtuhumu mtu, au awe na ushahidi akiongea kwa mimi, huyu mtu bwana kazini, ushahidi wangu nimemuona na baada ya mimi kumuona, kuna wengine pia wa amemuona wakiitwa wao, watu ambao watakuwa haiwezekani kuwafikia na uongo maana sijakuwa kwamba hawa marafiki hawajulikana kama hawa wanachuki naye hawa Aisa kazini, ili uwae, hatutokubali ushahidi wa watu kama hao. Na hivyo hivyo pia hukumu hata za zina, haiwezekani mtu akapigwa bakora mia moja kwa kusikia tu mtu akasema kwamba kazini. Lazima atoe ushahidi au aongee mfano kwamba bwana, kweli mimi ni mwanaume nilizini naye huko, au yeye awe na mimba na hana mume. Akishakuwa na mimba tu, atasema kwamba huyu ni Mariam bintu Imran huyu ana mimba na hana mume huyu kazini, bakora za mnusu. Kadhalika aliritali, na aliritali kumekwa kumekwa hukumu pia sio kwamba kila aliritali atauawa tu, moja kwa moja baada ya kutali tu hapo hapo. Atanasihiwa, baada ya kupita siku tatu ndio atauawa, Slim bwana, rudi tena katika Uislamu. Ikipita siku tatu hajarejea ndio atauawa, sio pale pale tu. Hapo pa hakuna Uislamu hapo hapo, kwa maana kama ilikuwa mtafutia chenzi tu muupee wamtegea tu, sio hivyo. Sadisa, jambo la sita, waswaqum alla taqrabu mal al yatim. Allah amekuusieni msije mkekurubia mali ya yatima, wa huwa tiflu alladhi mata abuhu. Hii jumla ni jumla munqaridha takapokuja kwenye lugha ya Kiarabu, hata kwenye Kiswahili pia. Nadhani zalama kwenye hata Kiswahili wanasomaga ni hivyo, na kwenye Kiarabu zikisoma ni vile vile. Mabano mawili haya yanapokuja kwa mfumo huu, hizi alama mbili, vistari viwili, vina maana kwamba sentensi ya kati imeingia kati. Sentensi hiyo kwa maana hata ukiitoa jumla bado ipo sawa kwenye upande wa maana. Amekuhusieni nyinyi msiye mkaikurubia mali ya yatima, wa huwa tiflu alladhi mata abuhu, naye ni yule mtoto ambaye kafa baba yake na hajabaleghe. Hichi hakijataja lakini pia tukiongezee sababu so, mtu kama ana miaka 30 20 kwa hali kama hiyo, kama tutahukumia kufa na baba tu, mababu zetu zote mayatima, maana baba zao zao shakufa babu, babu, babu zetu wote, na kutakuwa hakuna familia ambao haina yatima. Illa billati hi ahsan, isipokuwa kwa namna iliyokuwa mzuri, kwa maana unaweza ukaikurubia mali ya yatima kwa mfumo mzuri na ikafaa. Ndio maana Allah kataja wazi wazi huku, wa bitalul yatama hatta idha balaghun nikah, yatima anapokuwa mtu baada ya kufiwa, watu moja kwa moja, kwa maana tayari akaacha mayatima. Huyo mtu ambaye yeye kafa, wale ambao wao wametawalia mali ya yatima wale wanatakiwa, ili wajue kwamba hawa tayari washafikia umri wa ku kupewa mali au hawajakuwa mali, wawajaribu. Mfano kama kaachiwa milioni ishirini za urithi, wampe elfu kumi hebukatumie pesa, amesema ulaaulugu, kama u katumie ukimpa akija hapa ana mapipi tuja bado ana pipi tu au ana nini, zile chama zile tupo jo bado lakini akija pale pengine kafanya la maana au ile pesa ana siku tatu hajaitumia bado. Ilayhim amwalahum, basi wapeni mali zao. Kisha akasema wa wa wa wa wa wala taquluha israfan wa bidaran, na wala msijemka zila hizo mali kwa israfu na kwa pupa, wala tumaliza watu anyakbaru kwa maana mafanya hivyo ili lengo mafofi wasije wa kanini wakakua mmoja tu zile hizo, akikua hapa tayari anamisha hapa changu, hiyo sio sawa. Kisha Allah akasema, halu shahid illa billati hi ahsan ni usubuhu ambao Allah akauteja kwenye Qur'an, wa man kana ghaniyan falyastafi Mtu kama ni tajiri yeye basi ajizuie na kula mali ya yatima. Sile. Si una pesa zako wewe zamu zako ndo nini? Wa man kana faqiran, na atakayekuwa yeye ni muhitaji, faliyakul bil ma'ruf na ale kwa wema. Na wanachuoni wanasema kwamba kula kwa wema ni kutumia matumizi ambayo yanakutosha tu basi. Si ikawa mfano 10000 ndio ya kutosha. Na kuna laki ya yatima mfano. Ukasema kwamba ah, nachukua 10000 kisha 10000 nyingine nachukua nikaweka akiba ya kesho. Ah, ah. Hiyo bil ma'ruf, kwa sababu gani? Hii elfu kumi imezidi matumizi yako. Matumizi yako ni elfu kumi. Kinachokuja hapo mbele subiria kifikie wakati wake. Sio pale pale. Ukisema hivyo hata laki utaichukua, anaika kabisa asikufu, utaichukua yote hiyo. Kwa kwenda na hoja kama ila hiyo. Utazimaliza zote hela za watu bure. Kwa hiyo huo ndio mfumo ambao umekusudiwa hapa, illa billati hiya ahsan, kwa mfumo au kwa namna ile iliyokuwa mzuri, mtu kutumia kama kuikuza na hali iliyokuwa mzuri kama kwenye Riyadu Salihin mwanzo pale hadithi alimamu nawe ikataja hadithi pale kuhusu wale walio tawasali kupitia matendo mema. Kuna mmoja ambaye pia alifanya mfumo kama huu, akakuza mali ya mtu kama ni milioni, mfano pia hapa tuleta mbili, mfano kama ni milioni ya wale wasio yatima, ukaifanyia biashara ile pesa wezi ikawa milioni ishirini. Anafikia ile hatua ya kupambanua mambo sio ukasema nampa milioni tu, ukasema hivyo zote nzake hizo milioni ishirini zote nzake hizo, sababu yazingatiwa asli ya chumo lilitokana na mali yake yeye basi ni ya kwake pia. Sasa sio tukajitia ujuaji wengine, sababu hivyo hivyo kama ilivyokuwa pia. Mfano pia jambo jingine masala ya kusema kwamba mtu kaoa zamani, mfano ilikuwa mahari ni hamsini wakati anaoa, sababu zamani asa hivi. Ikawa pengine kipindi hicho anaoa yeye eh, hakutoa mahari, alioa kwa mkopo asa hivi, milioni mara mahari mamilioni ya mapesa. Ule mke akaja akasema naomba mahari yangu. Sasa akasema nitakupa hamsini. Ah ah. Inapigwa mahesabu hamsini ya kipindi kile ni sawa sana pesa ya wakati kwa kiwango gani ndo atampa. So yeye sema nakupa hamsini. La, hiyo siyo sawa. Min tasrifihi bima yahfadhuhu, kama vile ku, kuitumia na kuiendesha kwenye namna ambayo itaihifadhi hiyo mali, kuiendesha lakini kwa namna ambayo itaihifadhi hiyo mali wayunammihi lahu na kuikuza hiyo mali hata tadfa'uhu hina ilayhi hina yablugha ashudahu, mpaka pale ambapo aweze kutafsiri. Hata ya ta'aliliya, ili pale ambapo uzipeleke kwake hizo mali kwa kiasi ambacho atakuwa ikashafikia kwenye upande wa baleghe yake. Ashudda kwa maana bulugha, ili uzipeleke hizo mali kwake, au ili mzipeleke hizo mali kwa huyo yatima pale ambapo wao watafikia umri wa balighi, ai arushda wa zawala safahi. Maa albulughi arushd, ina maana ya kule kupambanua mambo. Ndio maana safihi, kinyume chake ni rashid. Wazawala safahi, na kuondoka upumbavu. Na upumbavu hapa sio upumbavu wa nini? Kama mtu wazungumza peke yake barabara a, sio ule ni adamu, adamu laqli fi tasarufi lmali, ni mtu kutokuwa na akili ya kupambanua mali kwa sababu kuna lugha ya Kiarabu ujinga umegawanyika sehemu mbili: ule ujinga ambao watayachana, ule ujinga ambao wazungumzwa kwenye sheria. Kuna ujinga ambao kinyume chake ni elimu, na kuna ujinga ambao kinyume chake ni busara. Allah aliposema kwenye watu wa Luti, bal antum qaumun tajhalun, walikuwa wajinga wale mataira la bali ilikuwa hawana busara, hawana busara maal bulughi pamoja na kubaleghi, sabi an, jambo la saba, wa uful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa usaha, na timizeni vipimo vya mizani kadhalika na vipimo vya pishi, bil qisti, kwa uadilifu. Al kail ni vile vipimo ambavyo vinapima, mfano kama vinavyopimwa nini, nadhani mwingine watanielewa karafu vile au kwa huku kaure vipimo vile vinakuwa ni vipimo vya kaili na zile za kuwekwa kitu huku na kitu huku zile ni mizani zile kwa hiyo kuna vipimo vya sampuli mbili na atakaye punja hivi ka andaliwa adhabu kali wailu lilimutaffifina Allah akasema adhabu kali kwa wale ambao wao ni wenye kupunja kisha akataja kwamba wakijipimia wao vizuri wapimwe wakamilisha pishi na mizani wakitaka wawapimie wenzao wanawapunja la nukallifu nafsan hatukalifishi nafsi yoyote kama anafanya kwa uadilifu kadri anavyoweza. Ikitokea uadilifu umekushinda, huwezi, hukalifishwi. Ai aqimu al'adala fil akhdhi wal i'ta'i hasiba istita'atikum, simamisheni uadilifu kwenye kutoa au kwenye kuchukua na kutoa, kadri ya muwezavyo, kadri ya uwezo wenu. Ukitoa toa kwa uadilifu, na ukichukua chukua kwa uadilifu. Thamina, jambo la nane waidha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, na mtakaposema fanye ni uadilifu hata kama hawa mnaoongelea ni watu wa karibu, jamaa wa karibu, huwe ni uadilifu. Na hili ni jambo ambalo tumefeli sana, wengi sana, yaani mtu akishakuwa na anamchukia mwenzake tu, hata kumzushia anamzushia yule hivi yule hivi. Kwa hiyo sio sawa, tuwe ni waadilifu amra biladli fi lquli al ala lqaribi walbaidi baada lamri bilaadli fi lfiali al, Allah subhanahu wa taala ameamrisha uadhilifu kwenye maneno kumzungumzia au kuongea kuhusu aliyekuwa wa karibu na aliyekuwa wa mbali, baada ya kuamrisha uadhilifu kwenye vitendo, kwa sababu vitendo vina nguvu kuliko maneno no ndio maana watu wa balagha wanasema, al faalu ablahu min alaqwali, vitendo vina nguvu kuliko, kuliko maneno. Kwa hiyo ndio maana kwanza akaamrisha uadilifu kwenye vitendo kisha akaja akaamrisha uadilifu kwenye maneno. Tasian, jambo la tisa, wa biahdillahi ay wasiyatahu lati wasaakum biha, na kwa ahadi za Allah, ahadi za Allah kwa maana wasia wake ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekuhusieni kwao, wasia huo aufu ay inqadu lidhalika bi an tuti'uhu fi ma amara bihi wa naha anhu wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiihi. au fu ay inqadu lidhalika, nyenyekeeni li kwenye hilo. bi an tuti'uhu fi ma amara bihi, kule kumti Allah kwenye yale ambayo akakuamrisheni nyinyi. wa naha anhu, na akayakataza, mti kwenye katazo, mtu akatazike na kwenye amrisho aamrishike. wa ta'malu bi kitabihi na mfanyie kazi kitabu chake kwa maana ya Qur'an wa sunna ya nabii, ina mienendo na mafundisho ya mtume wake. Na sunna tumekuwa tafsiri vibaya kweli mtaani, yani mtaani, sunna ya tafsiri kama ni kitu kidogo, tafsiri hiyo. Hata mfano ukiambiwa, mfano unamkuta rafiki yako anakula karanga, ah, chukua kipaki cha karanga, ah, endelea, tushike endelea, sunna tuje pamoja, ah, yani kwamba hiki kidogo ndio hii imepelekea mpaka masufi <laughs> oh, wakasahau kuwa mtume akasema, yani kuacha jambo ambalo sio la lazima uende motoni eh. Kama mnakumbuka siku niloambia kuhusu ile mtu ambaye anaitwa Haji Upepo aliposema kwamba eh, kuna khilafu hivi na hivi, kisha akakufurisha watu kama ni khilafu Alimamu Dhahabi kwenye kitabu chake Al-Kabair katika madhambi makubwa alitaja kuburuta nguo na akataja ahadithi kitabu Al-Kabair cha Alimamu Dhahabi. Hasa kama kuna khilafu jambo lawani katika dhambi kubwa, na kuna khilafu eh, hey, mfano inawezekana hivyo. Misingi gani haya ya lugha au ya kisheria? Sio ya sawa. Kwa hiyo hata kama kuna ikhtilafu, sio kila ikhtilafu itazingatiwa, kwani tukizingatia hivyo kwani hakuna ikhtilafu kwamba Allah ni zaidi ya mmoja, haipo hiyo. Wakiia nasema kwamba kuna miungu mitatu, je, ni yenye kuzingatiwa ikhtilafu hii? La, kwa sababu walaisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hadhun minan nadari, sio kila khilafu itakokuja inazingatiwa isipokuwa khilafu ambayo itakuwa inafungu katika dalili. Kwa hiyo sio sawa kusema kwamba sunna tu kaacha

nkaachana na njia yake yeye Allah subhanahu wataala. Kwenye sharfu masail jahiliya nilisema mbona njia ya Allah imekuja kwa njia ya mfrad, lakini njia nyingine zimekuja kwa jama. Nilisema hivi ili swali hili hwa linawahusu nini. Kwa nini Allah hakusema hakusema kwenye njia yake, kwa maana njia zake nyingi. Alisema njia yake ni moja tu, mhm wa anna hadha sirati, njia yangu. Lakini mbele wala tatabiu subul, hakusema wala tatabiu sabili, alisema subul kwa jamu. Kwa nini nilisema hivi? Sasa hawa fikiria njia njia, mhm ehe Ongeza kidogo kwenye ile jibu jawabu, kwa sababu kuna kitu kama umeacha, kwa sababu hizo hiyo njia hiyo za kupata kwenye pia kimenyoka nacho, lakini kinjia eh, kwa hivyo na kisha tuseme, eh, acha kwa sehemu ya kwa sababu, unaona, kwa sababu njia hiyo kwa haki moja ndio, eh, naam, sahihi, kwa sababu njia ya haki ni hii moja, lakini njia za batili ni nyingi. Hapo hapo nikatoa maelezo, lakini Allah akasema hivi kwenye kwenye sura nyingine, wa kul hadhihi sabili sabili, njia ya nani? Ya Allah. Na tumesema katumia umufradi kwa sababu njia yake ni hii moja. Walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, ukataja wingi njia zetu, na tumesema kwamba imekuja kwa umufradi kwa sababu njia yake ni hii moja yi. <laughs> Na, kwa nini pia nilijibu hivi nauliza? na minji hana umepatia katika njia, wakati fulani kuna upande umepatia, ndio. mhm kama wajaalna laila moja tu, alijalia hapa haikusudi dini ya kusudiwa, furu dini, tanzu za dini, njia zile tanzu za dini, dini. Lakini huku ana hadha sirati Kul hadhihi sabili ya kusudiwa aslu dini, kitu hiki kimoja. Umefahamiana ay alladhi awsaitukum bihi fi hataini alayataini min tarki lmanhiyati, njia ambayo nimekuhusieni kwayo kwenye hizi aya mbili, ambako ni kulikuacha makatazo. Wa adamuha shirku, na hayo makatazo yaliyokuwa makubwa zaidi katika yaliyokatazwa ni ushirikina. Kadhalika

Msifate vijinjia njia, vijinjia inakusbida. Ndio maana bida zipo nyingi, zipo nyingi. Na Allah ajalia kwamba kila siku zikienda zazuka mpya. Nakumbuka tu kuna tulitokea tulitokea msiba siku za karibuni, tunatoka zika, ile jambo mimi lilinishangaza sana. Tupo makaburini, niliongelea jambo, nilicheka kule kule makaburini na lilinichekesha sana, ni kwa sababu ni mtu wa karibu aliyefariki, vile ilituathiri wengi sana Mtu mtu unaona naye umekufa, lakini ile ya nini kama msiba twazika vile, sisi tushazoea bidaa yao, la ila, ila, ila tumeizoea kusikia takbir. Nilicheka <laughs> <laughs> <laughs> <Takbiri> kwanza tena <laughs> eh, hey, Allah akbar kwa hiyo ndio hivi vile zipo nyingi, na kuna wengine nao Nabiku Muhammad nabikum nabikum hana bibu mdoni au wengine wapo juu huku bismillah wa wa billahi wa ala millati rasulillah na bismillah wa billahi wale akabu ni masema wao huko juu wakiambiwa, yenye mashia nyenye mwazidi nyenye mtushanganya. Sababu yani mtihani sana, mambo kama haya sio sawa. Kwa hiyo alibidi ana shubuhat na wanasema wanachuoni sema wanachuoni katika jambo ambalo ambalo ni baya sana, bid'a na maasiya. Bid'a ni mbaya kuliko maasiya Bid'a ni mbaya kuliko maasia, kwa sababu hakuna mtu hata mmoja hivi mshio kusikia katika wasanii anasema kwamba nyimbo zitampeleka peponi, sio kumsikia. Lakini wenye bid'a hivi, kuna mtu anayefanya bid'a alafu akasema kwamba mimi nitakwenda motoni kwa bid'a hii? Kuna kusabu, kwa sababu anaitakidi dini kile kitendo cha kujidagiri kwamba hii dini ndio shetani apenda zaidi, na ndio maana Abdullah ibn Abbas akasema, ahabbu abghadul umuri abghadul umuri ila Allahi